Karibu mzee mwenzangu, wewe ukuje kahawa. Asante sana. Nakuwekea kahawa hapa. Asante sana. Kidogo yangu hapa ni shambani. Aanguapi rafiki yangu, ikahawa moto sana. E, ndio hivyo, si ndio tamu kahawa? Ndio, rafiki yangu nzuri nzuri. Rafiki yangu nimeokota kitu na hisi kama hambari hivi, nikuulize, unajua hambari wewe? Hebu nikione, rafiki yangu, lakini sidhani kama kuna hambari ya kuokotwa na wewe wa wa wa wa wa wa wa wa Umasikini kwa heri rafiki yangu. Una maana gani? unaminisha ndio? Unauliza majibu yangu. Ah. <laughs> Umasikini kwa heri, kwa heri. Kwa heri. Umasikini kwa heri kabisa rafiki yangu. Sasa ni utajiri kwenda mbele. Kabisa. <laughs>